Um, uh, mtoa wa mada semali uh, kwa swali hilo hilo um, wakili msomi najua unalo hapo na, na, na, na, na, naomba hebu uh, tupe rejea uh, nini maoni yako kuhusiana na, na, na, na, na jambo hilo. Asante mwezeshaji, ya ni kweli kwenye <coughs> sekta ya mlaji au consumer protection au ulinzi wa mlaji ni eneo ambalo lina mtu ambaye ni mwathirika mkubwa, ambaye ana iko bageni power. Kuna mzalishaji, alafu kuna mlaji. Mlaji kwa laji wako coordinated, wazalishaji wako coordinated. Mlaji hana nguvu ya kifedha wala hana uelewa mpana. Mimi ukiniambia hapa nikanunue bidhaa au ninywe maji, mimi nitayafungua tu na kunywa, lakini ukisoma hapa kuna kitu kimeandikwa kama e, composition au ingredients zilizoko, sielewi chochote. kwa hiyo tuna changamoto kubwa sana kwenye kujengaji uwezo hasa kwa walaji kujua haki zao, lakini kujua namna gani ya kujilinda kwenye soko ambalo private sector au wazalishaji wamejikita zaidi katika kutengeneza faida na pia ili kuhakikisha kwamba unamlinda mlaji, ina maana unatumia gharama nyingi zaidi za uzalishaji kuliko ambapo usinge, usinge mlinda huenda ungepata faida kubwa zaidi. Kwa hiyo sisi kama kituo cha sheria na haki za binadamu, kwa sababu tumekuwa tunahudumia watu wengi sana wanaokuja kwetu kwenye kituo cha msaada wa sheria na kwenye tafiti zetu, tumeona kama kuna gapu fulani hivi na ukiangalia kwenye nchi za wenzetu mlaji analindwa kuliko mzalishaji. Kwa mfano, mimi nikanywa kinywaji hiki, kikanidhuru, nikafungua shauri, jukumu la kuthibitisha kinywaji ilikuwa salama ni yule aliyekizalisha, sio mimi niliyeathirika. Mimi nataka nithibitishe tu nimeathirika namna gani na nimeathiriwa na, ni ni na kinywaji. Lakini kwetu ni kama uelewa uko chini sana, hasa kwenye usimamizi wa sheria, lakini na mahakama zetu, labda majaji na mahakimu hawajai kupata uelewa mpana namna gani wa kumlinda mlaji. Wengi hapa kwa mfano, mna bima na wengi bima zenu ni za magari, lakini siku napopata riski, swali la kwanza unajiuliza, je, nitalipwa? Katika hali ya kawaida, ukipata riski covered, unatakiwa kwanza upate peace of mind na ukae kwa amani, kwa sababu unajua mwisho wa siku talipwa lakini unakuta watu wanaenda TIRA wakitoka TIRA wanaenda sijui ofisi ya omsumani, kwa sababu ni migogoro juu ya migogoro, kwa sababu asipokulipwa mbima yeye anafaidika. Sasa shida tuliyonayo ni kwamba kuna haja ya kupitia sheria sheria zilizopo pamoja na sheria za ushindani na zi, ambazo tuangalie namna gani zinamlinda mlaji lakini pia kujengea uelewa mpana zile mamlaka za utekelezaji na usimamizi wa sheria zijue namna gani sheria hizi zinatumika na, mna, na nia yake ilikuwa ni nini, lakini pia kujengea uwezo na kuongezea bajeti ya FCC, maana FCC ni kama umbrella ya hizi zote, maana kama bidhaa feki zinaingia, watu wanaathirika, lakini pia turejee mifumo yetu ya adhabu kwa mfano tumefunga sheria tumetunga sheria ya personal data protection, ukiangalia adhabu zake ni kubwa sana najua hazitatekelezeka. Lakini kwenye mfumo huu ambao watu wanatengeneza faida kwa kwa kutumia, yani kwa ku take advantage ya afya za watu au resources za watu. Kwa mfano, unaponunua bando lako linaisha kwa sababu muda umeisha, sio kwa sababu melitumia hapana, yani hata ukinunua ukasahau kutumia, basi kama unalazimika utumie simu kama uli. Lakini pia uko na mifumo ya kidijitali ya kujengeana uwezo na kuweka viwango vya chini vya ubora kwa kila bidhaa. Soko sasa hivi, kila mtu akipata pesa, anazalisha pombe kali, anazalisha maji, anazalisha energy drinks. Energy drinks wanakunywa mpaka watoto siku hizi. Ukitoka asubuhi unaenda kazini, unapishana na katoto kanaenda kazini kabeba chupa ya energy drink. Ukiwa na mafundi wako anafanya kazi nyumbani kwako, mchana unamkuta na na, energy drink na andazi au na chapati je? Yeah. Hawa watu wanajua madhara ya hizi energy drink, wanajua madhara ya vinywaji vikali vinavyotengenezwa ambapo teknolojia imekuwa rahisi sana kuzalisha hivi vinywaji. Na mara ya mwisho tumeambiwa pia hata vile viwango vya ulevi wakati mwingine vinavyoandikwa pale sio vya kweli, wakati ingine viko juu au viko chini, lakini pia ni kiashiria cha athari za ubora wa bidhaa. Asante um, asante sana wakili msomi, um, kwa rejea hiyo